Habari yako mambo vipi? Najua uko vizuri sana na hii ndio time ambayo mimi na wewe tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kumshuhudia mpishi katika mashindano haya ya Mahanjumati chapchap chap chap. Yupi ambaye anaweza kufanikisha kupika dishi lake chap chap kwa kuzingatia vigezo na masharti ambayo ya yatakuwa yametolewa? Niko wapi? Ukimtazama unaweza kuhotea lakini kama haujaweza kuhotea basi nikwambie mimi nipo Kigamboni, Dar es Salaam. Na hii ni round nyingine kwa kukamilisha kila ambacho tumeamua kukianzisha kwa maana ya kuwapa fursa na kuwawezesha wapishi wadogo wadogo kwenye mitaa yote Tanzania kwamba je wakikaa hapa wawili kwenye ushindani yupi anaweza kuwa bora zaidi zawadi ni nyingi sana na leo ivukua, na hamu sana kuweza kujua Kigamboni nani ataweza kumtoa mwenzie kwa knockout kama ilivyokuwa kwenye sehemu zingine mimi jina langu naitwa Main Chef Jivas kwenye Instagram tunakwenda kama Mahanjumati chap chap kwenye Instagram mimi pia nakwenda kama patron 255 Kigamboni kunani twenzetu Mahanjumati chap chap ni kaskas -kas. E bwana, hamu ya kutaka kufahamu nani anaweza kutoa pishi. Chapchap chap, leo kutokea maeneo haya ya Kigamboni, kama nilivyokuambia mwanzo, kabla hatujaanza mchakato mzima, naomba niwashukuru sana Alec uh, Energies lakini pia niwashukuru sana sana Red Gold, pamoja na uh, Silver Dome pamoja na Evok ndugu zetu ambao hawa wanatupa sisi nguvu kama Mahanjumati chapchap kuweza kufika kwenye mitaa na kuweza kuwapa nafasi wapishi wadogo wadogo kutoka mitaa mbalimbali Tanzania nzima kuonyesha uwezo wao ama ukali wao, ubunifu na kile ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia katika jiko kwa maana kupika ama nini? Sasa wanakwenda kupika kitu gani? Hiyo ndo hao ambayo mimi kwa sasa hivi, kwanza nifahamu pishi ambalo Zainabu Isa atakuwa ameliandaa kwa kuhakikisha kwamba competition itakuwa very stiff kutokea maeneo haya ya Kigamboni Dar es Salaam. Nimkaribishe Zainabu Isa, atuambie mapishi ya aina gani ambayo yameandaliwa ili tuweze kuona mtanange wenye hamasa kubwa sana jikoni, kati ya Umi ama Zuhura kutokea Kigamboni. Zainabu Isa karibu sana Mahanjumati chap chap ni kas kas. Mahanjumati chap chap ni kas-kas. Karibu sana kwenye Mahanjumati chap chap, na mimi ni Zainab Isa. Mtanange wa leo ni hapa Kigamboni, baina ya Umi pamoja na Zuhura, na leo basi tutawaomba watupikie ugali na roast maini ambao watatayarisha ndani ya dakika ishirini na tano alafu, nyewe wote mliokuwepo hapa, basi mtapata nafasi ya kuonja dishi hii na kutuambia ni nani amepika chakula chenye ladha nzuri, lakini pia kwa kuzingatia vile vigezo vyetu ambavyo ni usafi, kupika kwa haraka, na kuhakikisha kwamba chakula hichi kiko salama kwa ajili ya mla tuko hapa kuwasupport wapishi wote wa mtaani tukipewa nguvu na Lake Energies. Na maana ya kutumia mitungi yetu ya gesi ama energy hii ni kuwapa mafunzo wale wote wapishi wa mtaani jinsi gani ya kutumia nishati safi na salama, lakini pia kuhakikisha kwamba afya zao basi tunazizingatia, na ndio maana tunawapa mitungi hii ya gesi kutoka Lake kwa ajili ya kutunza mazingira lakini pia kuangalia afya zao na kuhakikisha kwamba tuna support ile nia ya kwamba wapishi wote basi wawe wanapika kwa kutumia nishati safi, lakini pia kuhakikisha kwamba tunawapa elimu ya jinsi gani ya kupika kwa usafi, kwa ajili hawa basi ndio wale ambao wanawapikia wale wote ambao wanakula mtaani. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba chakula chetu tunapika kwa usafi, lakini kuzingatia muda, ndani ya dakika 25 tutatoa ugali na rosti maini kwa hesabu moja mpaka tatu kisha tutaanza rasmi mtananga wetu. Moja, mbili, tatu. Nange bado unaendelea lakini nataka nisikilize maoni kidogo ya watazamaji ambao wamejitokeza maeneo haya. Inakwaje kama kawa? unyama ni mwingi, unyama ni mwingi. Unaangalia kinachoendelea pale juu? E, naangalia. Upande wa kulia kwako anaitwa Nuru, kushoto kwako anaitwa Zuhura. Nani unampa max mpaka dakika hii hapa? E, bwana yule dada anaitwa Zuhura yule, upande wa ukisimama upande wako wa kwa kushoto wa kulia, yule mwembamba mwembamba yule nini nini ambacho kimekuvutia? Eh, naona yupo shapu, ushapu wake naona utamfanya ashinde. Kitu gani ambacho umekiona katika washiriki wale wote wawili? Paka dakika hii hapa, mpaka dakika hii naona dada ya kidogo yuko, yuko move kuliko dada, kwa sababu inaonekana jikoni kwake kuko sawa. Kule Kigamboni imebarikiwa, watu wengi wamejitokeza, mmoja wapo ni wewe, na ukiangalia pale stejini, nafikiri una, una, una kitu ambacho kipo kwenye akili yako. Paka muda huu unapenda kufahamu ni nini ambacho wewe unakiona katika wale washiriki watu wawili wanaoshindana pale sasa hivi? Nachokiona uh, ule system wengine, yule wa upande wa huku, naona yule yuko vizuri sana, alafu yuko faster. Haisi mambo atakwenda vizuri ange unaendelea kati ya Umi pamoja na Zuhura. Upande wangu wa kushoto anaitwa Daumi, upande wangu wa kulia anaitwa Da Zuhura. dakika tano zimebaki kukamilisha dakika 25 ambazo zimetolewa za kuhakikisha kwamba tunapata sahani ambayo imeserviwa ugali pamoja na rosti ya maini. Baada ya hapo, zoezi la uonjaji kama kawa, kama dawis, litakuwa linafuata kwa ajili ya kuweza kumtafuta ama kumuona mshindi ni nani, ameweza kupika kwa haraka na chakula chenye ladha nzuri sana. Hii ni Mahanjumati Chapchap, jina langu naitwa Main Chef Jivas, usiondoke, tupo Kigamboni. Mahanjumati Chapchap ni kaskas, Mahanjumati Chapchap ni kaskas. Jamani, ugali unasongwa, mnauona? harufu mmeisikia? Sasa tumuulize Bi Zuhura atuambie haya maini yake ameyapikaje, kwa faida ya wale watazamaji na nyie wote ambao mko hapa. Hebu tuambie kwanza, upishi wako wa maini umepikaje? Ni nimekaanga vitunguu, nikakatakata maini, nikaosha, nikaweka, nikatia chumvi <laughs> sawa. Jamani, mtapata nafasi ya kuonja Hebu tuambie rosti maini umelipikaje? Nimeweka maini yangu, nimeaosha nikaweka kwenye sufuria, nikaweka kitunguu, nikaeka carrot, nikaeka hoho, nikaeka mafuta kidogo. Unawaidi nini waonjaji wetu hapa? Wasubirie. Sawa jamani, dakika zimebaki tatu tu ili tuweze kuonja dishi yetu ambayo leo tumetayarisha ugali na rosti maini. Malizia kosefu, dakika zimekwisha, ku amalizia kupakua, tatumiza sekunde zilizobaki kwa ajili ya kupakua eh, tumia sekunde zilizobaki kwa ajili ya kupakua, dakika zimeisha, malizia. Dakika ishirini na tano zimetosha kuhakikisha kwamba e, Umi pamoja na Zuhura wote wanakamilisha kupika ugali pamoja na maini rosti kama taski ambavyo Zainab alikuwa ameitoa. E, hey. naomba hifadhi hapo chakula chako, na wewe tayari umekifunika eh? okay, sawa. Naomba tuongee kidogo, mambo vipi? Uko vizuri? Dakika ishirini na tano ni za namna gani kwako wewe binafsi? zilikuwa tafu? zilikuwa nyepesi? kawaida kawaida tu, zimetosha. Sijajua, wakila nitapata majibu. Alivyokuja alivyosema tu kwamba ugali maini, we kwenye akili yako ukasema aje? Ukasema ah, ugali maini natoboa au si toboi? ulipata picha gani baada ya kujua kwamba unaenda kupika ugali na roast ya maini? Amna, niliona ngumu kidogo lakini niliweza kidogo, tuachie mashabiki waje kusema si ndio? Umi, mambo vipi dadaangu? Kwema. Kwe, kabisa. E, mwanamke usafi n namaliza malizia kuweka jiko lako safi si ndio? Ndio. Tuongee kidogo Daumi, shika maiki, nataka na kufahamu. Aa, dakika ishirini na tano zimekamilika. Umepika ugali na rosti ya maini. Swali langu tu la kwanza la moja kwa moja, umemaliza na umerizika? ongea kwenye mike tukusikie vizuri. Nimemaliza na nimeridhika, palipo baki ni mashabiki kuja kuamua, si ndio? Ndio. Okay, sawa, nisitumie muda mwingi sana kuzungumza na hawa ambao walikuwa wana matumbo moto kuhakikisha kwamba wanakwenda na muda, wanazingatia ladha ya chakula lakini pia wanazingatia muonekano mzuri kwenye kusevu chakula ambacho Zainab alikuwa amekitoa kama taski, ugali maini kutoka Kigamboni, Dar es Salaam. Nilikuwa leo niko na Umi pamoja na Zuhura. Niwakaribishe sasa ndugu zangu wale watu wa kuonja ili tuweze kupata mshindi hapa hapa kutoka Kigamboni. Mahanjumati chapchap ni kaskas! Mahanjumati chapchap ni kaskas! Tayari kwenye stage niko na ndugu zangu watano ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kuonja na kutupa majibu ya nani ambaye ameweza kupika vizuri leo ugali pamoja na rosti maini, kati ya Umi ama Zuhura ambao wote wanatokea Kigamboni. Lakini kabla tujaanza zoezi, napenda kuwashukuru Lake Gas, Lake Energies, lakini napenda kuwashukuru sana pia Red Gold pamoja na ndugu zetu uh, Evoque na Silver Dome. Maelekezo ambayo naenda kuyatoa sasa hivi ni mafupi sana, ili tuweze kwenda sawa. Ah, nyinyi ambao mmejitokeza kwa ajili ya kuweza kuonja. Utaratibu ni kwamba utapita kwenye meza ya kwanza, utaonja. Ukimaliza useme chochote. Sawa. Alafu unaenda kwenye meza ya pili pia unaonja. Utakuwa ushajua katika meza ya kwanza na ya pili kipi ambacho kimekuvutia sana. Utabaki na jibu lako, si ndio? Wote watano mtafanya hivyo hivyo. Mmoja baada ya mmoja. Tukimaliza nitakuuliza wewe kura yako unaipeleka kwenye sahani gani? Ama nini? ugali na rosti ya maini si ndio? Unapokwenda kuonja hakikisha unasema ukweli, usimpendelee mtu mwingine. Itakukost kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kuonyesha ni nani amefanya bora zaidi. Wote wamepika vizuri, wamepika kwa wakati, lakini haki itendeke, ama nini? Tuko sawa, turudi nyuma, zoezi la uonjaji lianze. Hayaya, Kigamboni jamani. Usimuongeleshe atashindwa kumeza. Jibu lako bakinalo, sio? Tunze tu hapo, dadangu. Vizuri, hadi kwenye earphone eh. Haya, sawa sawa, ujaelewa kama ujaelewa rudia tena, rudia tena. Haya, onja, sawa hapo, stopa. Hapo vipi sasa, nenda pale pia, meza ya mwisho yeah, <laughs> Sogea pale kabisa, kaa kwenye meza ile kabisa, kuwa -ku tayari kwa ajili ya kuweza kuonja pia dishi ya mshiriki mwingine. Wewe onja anavyojisikia kuonja, ili uweze kupata jibu. Twende mwanangu. Mahanjumati chap chap ni kaskas. Mahanjumati chap chap ni kaskas. Ilikuwa ni mtanangi wa kupika ugali na roast ya maini kati ya Umi pamoja na Zuhura. Naanza na brother hapa. Jibu fupi tu haraka haraka, naomba niambie, kura yako naipeleka kwenye sahani gani. Mimi kura yangu naipeleka kwa Umi. Naanza kunyosha mkono unaotazama TV waweze kujua. Kushoto. Kushoto. Ndio. Aya, mpe mike brother hapa pia kura yako inakwenda sahani gani? Kushoto kulia? Ule ugali wa kweli, kushoto. Kule tena anajua kupiga ugali anafaa kuoa. hiyo ya pili hiyo eh. Mpe sister tena hapo, kura mbili tunahesabu wote si ndio? tunaona hapa wote tunahesabu eh? kura yako inakwenda kulia, kushoto? kushoto. kule tena, ya tatu hiyo <laughs> Dada, mambo vipi? Poa na wewe, kura yako unaipeleka wapi? Inaenda kushoto. Kura ya nne imeenda kwenye sahani moja, ugali anajua kupika pia na mchuzi. kura uh yangu -huh. hapa nilikoka mimi huko huko, mwanangu, balaa ulipo. Huko huko, haina noma. Naomba asante sana tumeshaweza kufahamu wote, wamechagua dishi za upande wa kushoto, ndo anasema ugali maini imekuwa noma sana kwa vigezo ambavyo wao wameona. Ningetamani kujua ni nini hasa kimewafanya wachague sahani ya upande wa kushoto. Lakini kutokana na muda, nafikiri inatosha tu kusema kwamba wao wamependa kwa ujumla sahani ya upande huu wa kushoto. Naomba niwalete walete uh, washiriki zawadi nyingi sana kutoka kwa wadhamini wetu kwa mshindi ambaye atakuwa amepata ushindi siku hii ya leo. Leo tulikuwa na Umi pamoja na Zuhura ya kutokea Kigamboni, Dar es Salaam. Na kura tano za wajaji watano, watu wamechagua sahani ya upande huu wa kushoto ambapo alikuwa amekaa dada yetu Umi, na wameiacha sahani hii. Sasa mwanzoni, wakati nimekuja hapa kusema, unapokuja hapa kuonja onja kwa akili yako, usisikilize maneno ya watu pembeni, usilete ushabiki kwa sababu lengo letu ni kuaibua ama kuonyesha ukweli na haki kwa yule ambaye amepika vizuri. Kitu pekee ambacho wengi mlikuwa hamjakijua, mimi hizi sahani nilizibadilisha. Ya Umi nikaweka kwa huku, na Zuhura nikaweka kwa Umi. Kwa hiyo mshindi ni Zuhura. Sana kwa Zura. Hii moja kati ya changamoto ambayo sisi tunakutana nayo, watu wengi wanakuja na ushabiki wanaacha kutenda haki. Kwa hiyo tuliona kufanya hivyo ili kuweza kupata haki, na haki kweli imeonekana, ipo sahani huku na ushahidi, wapishi wakiangalia chakula chao wanasema kweli, hiki sio changu. Naomba nizungumze hapa na dada yangumi, mambo vipi? Chakula chakula ulichopika uli, uli, uli sefu na pilipili ndani, unasema hiyo ni sahani yako maana <laughs> yake dona, dona, ile sio yako eh? Eh, kwa hiyo umekubali umeshindwa <iffany> kuonyesha kwamba sio mimi labda nimetaka ashinde kakubali, lakini hongera sana, umepika kwa wakati, tunashukuru sana. Unalipila kusema sina, ni sehemu moja hapo ya changamoto, ndio yeah. Unalipila kumzungumzia mpinzani mwenzia ambaye amepata ushindi leo hapa ana na, nasema vizuri, kwa sababu hii ni changamoto, eti kusema kuacha kupika hapa ndio uwezi kupika, sio kweli, okay. Yeah. Asante sana Daumi Zora, hongera sana kwa ushindi. Shukrani sana, asanteni sana <laughs> <laughs> ni asante. Wakati umekaa pembeni unatazama waonjaji wote wanaonja sahani ya meza ya upande wa mpinzani, ulikuwa unajisikiaje? Hapana, niliona kwa sababu niliweka pilipili juu ko, nikajua Koyo, duwaza, koyo, kwa hiyo dua zako a zinaomba ziende upande ule. <laughs> Makofi mengi na makelele mengi sana pia kwa Zora, asante. Wanjaji, naomba mrudi nyuma kidogo, tunakabidhi zawadi. Nyinyi washiriki, sogeni mbele, tunakabidhi zawadi kwa wote na zawadi zinaenda kukabidhiwa muda huu hapa, na zawadi za kwanza tuna mkabidhi aa, dada yetu hapa Umi package kutokea Red Gold na tayari kuna kufia nzuri atakuwa anaitumia, lakini pia kuna tomato ketchup, kuna vinegar, kuna peanut butter, kuna pilipili ya mwendokasi kwenye package yake, na pia kuna jam na baadhi ya vitu vingine ambavyo atapewa kutokea Red Gold. Unaweza kuvichukua ukavishika hivyo, tupige picha pia ya kumbukumbu. Anaitwa Umi kutokea Kigamboni na ni mpishi mamalishe anayepika maeneo ya Feri. Hongera sana umetisha sana, dakika 25 umezitendea haki. Mshindi wetu leo alikuwa ni Zuhura ambaye ameweza kushinda zawadi kutokea Evoke, kutokea Lake Guess na kutokea Red Gold, wadhamini wote wamempa zawadi, na zawadi yake kutokea Evoke na Silver Dome ameweza kupata jagi ya lita 1.8. Hii ni jagi ambayo anaweza kuchemsha maji moto inarahisisha kupika chai haraka haraka, lakini pia ana package kama aloipata umi ya pilipili ya mwendokasi. Humu ndani kuna kufia nzuri sana, kuna tomato ya ketchup kutokea Red Gold, kuna vinegar, kuna peanut butter jam, bidhani nyingi kutoka Red Gold. Lakini pia kutokea Lake Energies Lake Gas amejishindia jiko la plate mbili la kutumia gesi na mtungi wa gesi mkubwa. Unaweza kuona hiyo na package ambayo amejishindia dada yetu Zuhura kutokea Kigamboni kwenye mashindano haya ya Mahanjumati Chap Chap siku hii ya leo, asante sana kwa kuweza kuitazama Mahanjumati chapchap chap. Leo tulikuwa tuko maeneo ya Kigamboni hapa kwenye stendi ya mabasi. Mimi jina langu naitwa Main Chef Jivas. kwenye Instagram tunatumia Mahanjumati chapchap ukinitafuta chap. Mimi kama mimi Instagram natumia patroni 255 underscore. Kila Jumamosi e, saa 3 na nusu usiku kupitia UTV Azam TV channel number 108, na unaweza kutushuhudia tutakuwa wapi Jumamosi juma unayofuata Comment kwenye Instagram page yako ili tuweze kuja kwenye mtaa wako. Makofi mengi sana kwa kila mmoja anajitokeza maeneo haya hapa. Shout out to you guys we love you so much. Mahanjumati chap chap ni Kaskas. Kas.